Ngoja ah, niangalia leo kwenye breaking news kuna nini leo, nini tena kimejili jamani? <laughs> Ah, napenda breaking news zao hawa, ah, zinanifurahishaga sana. Hujambo na karibu katika chaneli yetu ya vituko vya mtaa. Kwanza ningependa nianze na muutasali wake. Nishakwambia kwambia sipendi uwe naosha vyombo usiku, lakini haunisikii tu. Alo oh, yn yani wewe una masharti ya ajabu kweli Dodoma. Wapangaji wa mji wa Dodoma wamepigwa na butwa ni baada ya mwenye nyumba kuweza kutoa taarifa ya notice ambayo imewashangaza wengi. Kwa taarifa kamili tunalipota wetu ambaye alikuwa kwenye eneo la tukio anaweza kutuambia nini kilikuwa kinaendelea. Eti ripota wetu unaweza kutupatia taarifa kamili nini kilikuwa kinaendelea Dodoma mpaka mpangaji kuweza kutoa notice ya ajabu. Nikipoti kutoka eneo la tukio, a, mama mmoja ameshangaza wakazi wengi wa Dodoma ni baada ya kuweza kutoa notice ambayo imewashangaza wengi. Ah, inasemekana kijana mmoja mwenye umri wa miaka ishirini na tano ame, ameomba kidogo tusiweze kutaja jina lake kwa sababu ya usalama. Anasema kwamba ameweza kupewa notice na mama mwenye nyumba. Kosa alilolifanya ni kwamba yeye ameweza kuosha sahani usiku ambayo alikuwa anawakela wapangaji wengine. Kwa hiyo mwenye nyumba ameamua kumpa notice. Hii imekuwa ni taarifa ya ajabu sana. Mwenye nyumba kuweza kutoa notice baada ya mpangaji wake kuweza kuosha vyombo, vyombo vyake vya ndani sahani usiku. Jamani, hata nyenye mnaona sisi wenyewe tunapata kazi sana kulipota taarifa kama hizi jamani. Tupate mapumziko kidogo. Tunaendelea na, na, na, na taarifa za kimataifa. Kifuatacho ni Kenya. Jamani, kuna vitu vya ajabu jamani! Eti mtu anatimliwa kwa sababu ya kuosha sana usiku? Jamani, mimi naomba tu ili tangazo, sij mwenye nyumba wangu manaake naona atakuja kuniwekea sharti kama hili hiliiliasij akanipangia shati kama hili. Naam, habari za kitaifa, tuanze na Kenya. Mombasa Kenya, kwa kile kinachosemekana kama mapinduzi ya chai. Wakazi wengi wa mji wa Mombasa wameandamana wame kwa sababu ya ongezeko la bei ya sukari. Jensi hao wamejitokeza kwa wingi leo barabarani kuandamana baada ya ongezeko la bei ya sukari. Wanadai kwamba serikali inaweza kujichanganya, inaweza kupa mchecheto mapema kabisa. <laughs> ke moja kwa moja eneo la tukio, tuna ripota wetu ambaye amekwenda paka eneo la tukio kwenda kutupa taarifa kamili. Yani huyu jamani, hakukupa hata kwenda sehemu ya tukio jamani. Tuendelee. Ripota wetu, tuelezee ni kwa nini bei ya sukari imepanda, maanake majenzi wengi wanalalamika, wengi wanasema kwamba sasa hivi wanashindwa kunywa chai. Jamani, mambo yamekuwa magumu. Shukrani studio, nikiripoti moja kwa moja live kutoka Mombasa Kenya. Majenzi wengi wamejitokeza barabarani, wengi wakidai kwamba kuna ongezeko la bei ya sukari wengi sasa hivi wanasema kwamba hawawezi kunywa chai kabisa, na wengine wameweza kususia chai. Uh, wengi wa ya waandamanaji huku huku Mombasa, Kenya wameonekana wakibeba mabango yenye ujumbe wa kwamba no, no sugar suga, no peace. Wengine wanasema bila chai hatuwezi kuelewa, kwa hiyo hali imekuwa sio shwari kabisa jamani. Kama mlivyomsikia reporter wetu, no, sugar no peace, bring back our sweetness, la sivyo Jamani, huu mdundo wa TV ni wa wapi tena? Silisema mtu asiwashe mdundo mkubwa hivi, mbona huyu kijana nielewe jamani? Ngoja nikamfuate kwanza. A few moments later. Kulikoni mwanangu, mbona umeanza kukengeuka mapema hivi? Mamo na nyumba uh, kidogo nilikuwa naangalia kidogo taifa habari, sio mbaya Uh, lakini sijaweza kuvunja masharti sijapiga mdundo mkubwa sana nimeweka tu sauti ya kawaida mdundo wa kawaida sauti kubwa mpaka mimi naisikia nipo kuwepo kule jamani chooni anyway mimi nishakwambia control sauti yako spend upige sauti kubwa mno unajua kabisa mimi na matatizo ya pressure naona leo umepika wali marage si ndio yes. na nikwambia ukipika shehe yangu na mimi lazima niwepo kwa hiyo <laughs> kile chakula ni hali yangu Hmm, kumbe kumbe, wajua kupika vizuri hivi, umeunga kweli vizuri leo ila mama, au unaje, kama ukinilegezea kidogo kwenye kodi ma, maana laki mbili na nusu kwa kweli ni kubwa, nilegezee kidogo, utakuwa nakula vitu vizuri kama hivi e, wali nazi umechanganya na vitu vingi vingi kweli, we, koma. Yani mimi sitaki mazoea kwenye masuala ya kodi yaani, e, kwanza emu, nipe na buku kwanza nikanunue soda hapo, nishushie kwanza. Manake hiki chakula hiki bila soda, yes. Naona kama kipiti vizuri <laughs> nipatie buku usintolee, usinto, us, macho ama kweli ukistajabia Musa utaona Firauni. Ah haya sawa, mama wangu, ngoja nikupatie ile buku ndokatuanue soda tu ah. Alo wewe ni nani? well, tena au ndo yule binti wa mwenye nyumba eh? Haswa, haujakosea kaka yangu, mimi ndo binti mwenye nyumba, naitwa Maria labda mwenzangu aitwa nani? Tufahamiane hata kwa majina. Ah la haula, ah kweli Mungu fundi hisi yani mm. Kweli Mungu anajua kuumba, kuna watu ambao umeumbika na kaumbika yani wewe ni mmoja kati wa wanawake wazuri ambao unaweza kuona mimi kumajina, <laughs> kwa majina naitwa Jose. Unaweza kaniita jina lolote unalotaka wewe, Jose Jose, lakini itafaa zaidi ukiniita Jose mm. Yawezekana kwa kweli, manake mimi kwanza nimependa mapishi yako, yaani nimekaa huko naona tu harufu inanivutia tu. Mimi nijikoni ni, ni, ni, huku jamani. mm. Sio kwa mapishi haya, mwanaume gani unajua kupika hivi? Au mwenzangu ni mzalamu wewe? Maanake sio kwa mapishi haya, wazalamu ndio wajua kidogo kupika kwa upande wa wanaume. Wewe umezaje kupika chakula kizuri kiasi hiki? Ondoa wasi hata uh, wewe ukitaka nikufundishe mapishi kama haya ah uh, mimi ni fundi sana kupika, kwa hiyo ukitaka nikufundishe kupika wewe utakuwa nakuja tu hapa jioni eh, na nini na kuona kufundisha kupika hapa. Mimi ni natokea maeneo ya Tanga Handeni. Kwa hiyo kuna maswala mapishi kidogo, si tuko vizuri, wala mimi si mzalamo. Okay, sawa lakini samahani kakaangu kwa hili swali kidogo, ni personal, ningependa nikuulize na mimi nifahamu. Hivi umekuja na mke huko kweli? Ulipokuja kupanga hapa ulikuja na mke wako? Oh, hapana mimi sijana mke wala sijana mtoto, mimi niko single na mimi ni engineer. By the way, kama ulikufahamu mimi kazi yangu ni mechanical engineer. Nafanya kazi mbalimbali mbali, kwenye makampuni, kwenye mashirika ya. Kwa hiyo mimi kazi zangu hizi na kuweza kumiliki mke kwa kweli inakuwa ni changamoto. Hapa, uh, nilipo sasa hivi umri wangu umekwenda sana, lakini mpaka sasa hivi sijapata mwandani wa, wa, wa, wa kumweka ndani. Lakini kama atapatikana mwanamke <laughs> ambaye nitaona mimi mwenyewe ana vigezo vizuri na mrembo kama wewe inafaa nikakweka ndani au waonaje? Ah, jamani, we kaka, una mambo wewe yani, mwacha kunichekesha mimi jamani. Yani sasa wewe mtu mzima jamani, mimi binti kigoli kabisa, utaniweza mimi? Aha, wewe wawezaniona mimi mtu mzima sana. Sasa nikwambie kitu tu, maji ambayo huwezi kuyakoga huwezi ukajua kina chake kikoje. Mimi ninaonekana mzee kwa nje lakini kwa ndani uweze kujua kama mimi ni mzee, <laughs> au ni au ni kijana bado. Kwa hiyo wewe ukitaka kujua vitu vingi kuhusiana na mimi, wewe unikubalie tu, uone nitakavyobadilisha maisha yako. Lakini kidogo hii iwe siri, maanake mama yako ni mama mwenye nyumba, si unajua tena, mama mwenye nyumba ana vipengele vingi, asije mimi akanitimua aka aka ndani. Tufanye siri, wewe unikubalie mimi, nitakuwa nafunza kitu kila, kila kitu, yaani kupika vyakula vizuri, wali nazi, eh wali watende. Ukitaka hata nikufundishe kupika eh, pilau njegere. Yani wewe ukitaka chochote, mi nakupikia tu, unaonaje? Kwanza ukiwa na, na mtu kama mimi injinia, haupati stress yoyote.